Kwanza, St. Ignatius Secondary School. Wewe wewe. Kitu yetu tunataka, Kwa sababu alikuwa na pesa za activity. Mara kitu ya pili anataka deputy yetu aende, tumeenda. Ya tatu, Akukubali games na tulikuwa tunapata na an malalamisha hapa, tunataka prince aende kwa sababu amekataa tusiende music. Kitu ya kwanza. Ya pili, alikataa wanafunzi si wasiende kucheza activity, na ilikuwa wanafunzi ende wacheza activity sports kitu ya tatu amekula amepata pesa za, za nini, za bursary lakini anataka kufukuza watoto kwa rudi nyumbani school fees, anataka kuturudisha remedial, anataka kuturudisha hadi welfare, kwani sisi si wanafunzi walileta pesa za za nini, za nini za kufanya nini? alafu kitu ya nne, mko sema hivi principal alisema ati anataka kufukuza deputy. Akifukuza deputy anataka tubaki na nani? huyo ndio mwalimu ambaye huwa anafanya tunapita mtihani, yeye ndio anafukuza peke yake. Kitu ya tano kitu ya tano anataka anakuwa anagomeza

Sisi ni wanafunzi wa Esirisia Secondary School. Kitu ya kwanza yenye tuna complain principal tangu kuja kwa hiyo shule, kitu ya kwanza ameanza kukuta wakazi wa hiyo shule wenye amepata. Kitu ya pili principal tangu anakuja kwa hiyo shule hakuna darasa lenye kuwa anafundisha

E Mista Kibere kanabak kamadekite principal amekuja, amemtoa utimoni, anapeleka kwa jikoni, anamtoa jikoni, anapeleka kwa geti, akamtoa kila kitu na amepata hapo hivyo pesa. Kogare, hatuna bodi kwa shule kule hakuna, hakuna, hatuna hodi, hakuna trap, hakuna school library. Haya, hawa hawa kuna bonasi yake, wanaleta pesa ya wanafunzi, wanaleta 300,000, 300,000 hatujui ilienda. Haya, watu wa music walipewa pesa mara ya kwanza, walipewa 50,000, 80k wakapewa, wakaenda, wakaenda class, wakapewa 50,000, zilipotea zote na hakuna kitu. Na principal <laughs> principal toka kuja kwa hiyo shule shule hatuna computer lab, hatuna dining hall, labu ilianza kujengwa sijui mwaka gani, mpaka saa hii bado haijaisha. Anajiita principal, na yeye akikuja shulekto ya kwanza ni kwenda kuangalia katiniva jikoni. Anasema ni mwalimu wa bayo na kemu, saa hizi hakuna klasi anafunza ama kama kuna klasi anafunzanga hapa isema ndio shule hakuna hakuna class anafunza. Alafu principal last year tulienda music hadi national suka win pesa. Hata mimi penye pesa ilienda same ilienda music omeenda omeenda meperform poa, lakini sasa tuoni pesa imeenda ngi ingine ni moja pesa inakuja venye pesa, pesa inakuja ilikuja, kwa hiyo shule ya basari, then anasema pesa imekuja kama leo, anasema kesha yake kama uko na balance ya shule. Halafu ingine shule ni aina gani? Shule yake na na lalamiki, tuko na walimu wabayo mmoja wa, tuko wawili wa fizikia, tuko nao wawili

Alafu amemdoa kwa admin amemweka kwa staff. Inawezekana aje? alikuwa alikuwa DOS wa shule. Amem, amemdoa kwa DOS, acting deputy, deputy amemweka kwa regular teacher alafu alafu anataka atoke shule mnima shule kama, kama. <laughs> Mimi yetu yenye tunafaa tuseme, kama huyu prince atufanyie yenye tunataka, kwa atusaidie, kwa activity tuende michezo tu participate. Kwa kitu yote anatunyima tu sponsor sisi, hiyo tumekata sisi. Yenye tunataka prince atoke kwa shule ili shule iendelee. Nataka kuambia prince akifukuza Mr. Kiberenge ataona, eh Shule walieka wapishi wa kupika ama walieka tena na mnaenda wapi? Chakula saizi tunaenda kwa education office kuuliza huko sani, mbona alileta prince? Walitoa prince mzuri, wameleta 900k atuoni kazi yenye imefanya na 900k tuambie.